Ndugu zangu, ni wazi kwamba kufanikiwa kwa mipango ya serikali au serikali kuu inategemea sana ushirikiano kutoka mamlaka za serikali za mitaa. Kiasi kikubwa cha fedha kimeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo na miradi ya kuimarisha ustawi wa jamii katika maeneo mbalimbali kule mnakotoka. Miradi hiyo imechochea maendeleo na kuboresha hali ya utoaji huduma za kijamii na kiuchumi kwa wananchi wetu. Ndio maana mara zote nimekuwa nikisisitiza uwajibikaji na ufanisi katika halmashauri. Kwani huko ndiko waliko wananchi wengi na ndiko tulikoelekeza miradi mingi ya maendeleo. Na tutaendelea, uh, tutaendelea kutegemea ushirikiano wenu katika kuhakikisha kwamba kazi kubwa inayofanywa inaleta matokeo yaliyokusudiwa na kuimarisha ustawi wa wananchi. Sasa katika kufanya hivi, ili haya yatimie, kuna mazuri na machungu yake. Mnajua kwamba katika kipindi cha miaka mitatu hiki nimekuwa nikitoa mikeka mingi ya mabadiliko kwenye serikali za mitaa, kazi ya mkoa, wilaya, halmashauri, huko mingi tu, na si kwa raha au kwa kupenda, ila kwa kutafuta krim wale watakaosimama na serikali kufanya kazi serikali iliyokusudiwa. Sasa nataka kusema kwamba kama ma, maxi ni mia moja, tuko kwenye themanini na tano tumeshanyooka, tumebakia ishirini na tano. Tutakwenda kunyooshana polepole mpaka wote tusimame, njia hiyo.